Wale ambao ni wahalifu. Yesu alisulubishwa kama mwaeli kama mhalifu. Kabla hawajafa, wakati wanateseka pale msalabani, askari wa Kirumi huwa wanavunja mifupa ya miguu au ya mikono ili kuharakisha mauti yao. Kabla hawajavunja mfupa wa Yesu Kristo, andiko linatimia. Yesu Kristo anautoa uhai wake Sababu kubwa ya kuvunja mifupa yao ni ili kuharakisha maumivu yanayopeleka katika mauti, lakini kile ambacho kimeandikwa kama fumbo kwenye Kutoka sura ya 12 mstari wa sita na Daudi akakisema kwenye Zaburi 34:19-21 na kimekuja kutimia kwenye Yohana 19:36, mfupa wa Yesu Kristo haukuvunjwa na askari wa Kirumi. anatimiza sifa ya sadaka au dhabihu iliyokamilika haipaswi kuvunjwa mifupa yake kama pointi ya kwanza. Pointi ya pili, tunaona katika Isaya 53 mstari 12, anasema anatabiri kwa habari ya Yesu Kristo, atautoa uhai wake mwenyewe, atahesabiwa haki na kujumuishwa na wasio na, na, na walio na makosa wale wakosao, atajumuishwa na madharasa. Tunaona Yesu Kristo katikati, alisulubiwa pamoja na majambazi. Unabii wa nabii Isaya 53:12 unatimia, anasema na kuzikomboa nafsi za watu wengi na atakuwa muombaji wa wakosaji. tuko sasa Pointi ya pili, sadaka zote za sa wanyama zilizotolewa hapo awali kama Yesu Kristo, wanadamu walikuwa wakiziua, walikuwa wakiwaua hao wanyama ili waweze kutolewa sadaka kupitia ile damu ambayo ni waake. Pointi naufanya Yesu Kristo sadaka yake au dhabihu yake iwe kamilifu ni kwamba sadaka yake yeye haikuuliwa na wanadamu, aliutoa uhai wake mwenyewe. Pointi ya pili, na akaja akautwaa akaurejesha mwenyewe. Sadaka zote zilikuwa zinauliwa na wanadamu, yeye ndio sadaka pekee ambaye haikuuliwa. Yohana sura ya kumi mstari wa kumi na saba na kumi na nane Yesu Kristo katika mwili anathibitisha kwamba, anasema hakuna wa kuniondolea uhai wangu, ninao uwezo wa kuutoa anao uwezo wa kutoa mwenyewe. Uwezo huu nimepewa na nani? Na baba yao. Pointi ya pili. Pointi ya tatu, sadaka ya kondoo au ya mbuzi katika gano la kale haikupaswa kuwa na hatia wala ila wala mapungufu wala doa na aina yote ile. Kutoka 12 mstari wa tano anatoa vigezo vya aina hii sadaka ni kondoo mwaka mmoja hapasi kuwa na ila ni kondoo ambaye hata hajampanda kondoo au mbuzi wa kike asiyekuwa na ila luka sura ya ishirini na tatu mstari wa kumi na nne hadi wa kumi na tano wayahudi walipompelekea yesu kristo walipopeleka kesi yesu kristo walimsingizia kwamba ni mhaini wakapeleka kwa Pilato. Pilato akanaoni mikono, akasema mtu huyu siyaona hatia ndani yake. Walipopeleka kwa Herodi wakaona kwamba Herodi, basi kwa vile pilato ameshindwa Herodi atambambikia kesi. Herodi akasema na mimi siyaona hatia wapi ndani yake. Andiko la mwanakondoo sadaka kamilifu ya kutokuwa na hila wala mapungufu inatimia. Hakuwa na hila, lakini walimwingiza katika mateso. Ni pointi ya tatu sadaka kamilifu zote zilikuwa zinafanya katika mfano wa wanyama, lakini mfano wa Yesu Kristo, yeye pia alionekana ana nini? Ana ila, ana mapungufu ya namna yote. Waraka wa kwanza Petro sura ya kwanza mstari wa kumi na tisa anasema bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na mawaa, yaani Kristo. Pointi ya nne: damu ya Yesu Kristo inanena mema kuliko ile ya Habili. Waebrania sura ya 12 sura 24 inasema damu ya Yesu Kristo inafanyaje, eh? inanena mema kuliko ile ya Habili. Kuna damu mbili, kuna damu ya Yesu Kristo inayonena mema. Ikisema inanena mema, inamaanisha inatangaza rehema, inatangaza msamaha, inatangaza upendo, inatangaza wema wa Mungu. Agano la dhabihu ya damu ya Yesu Kristo halina visasi halina malipizi, halina mauti, ina uzima. Yesu Kristo alikuja kuleta uzima kisha watu na uzima tele. Kwa nini damu ya Habili inanena mabaya? Damu ya Habili inanena nini? Kwenye Mwanzo sura ya 4. Ilikuwa inanena revenge, vengeance. Ilikuwa inamlilia ndugu yake Kaini, ilimpize kisasi imuoe. Mungu anamwambia kwenye Mwanzo sura ya 4, damu ya ndugu yako Habili Kaini inaninilia Keni. Kwa hiyo tofauti ya damu ya Yesu Kristo na damu nyingine zozote zile ni kwamba damu ya Yesu Kristo au uhai wa Yesu Kristo unanena mema juu ya maisha yetu. Kama kuna mtu ambaye ananena mabaya juu ya maisha yako, naposa uelewe hilo, wacha anene, wacha alaani, wacha aseme, ila kuna damu ambayo inanena mema juu ya maisha yako. Ni swala la kujua tu kutembea na nguvu ya Mungu na uwezo wa Mungu, ni swala la ufahamu. Pointi ya mwisho, pointi namba e, damu ya Yesu Kristo ni kamilifu kwa sababu ilitolewa mara moja kwa ajili ya umilele. Waibrania sura ya tisa mstari wa 12 anasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika Patakatifu akisha kutupa ukombozi wa milele damu. Zilizotolewa za wanyama agano la kale, ilikuwa wanaingia mara kwa mara madhabahuni, wanamwaga damu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ondoleo la dhambi, wanamwaga damu kwa ajili ya kuandaa madhabahu, kuandaa namna ambayo Mungu ataongea na watu wake atadhihirika. Ilikuwa ni mara kwa mara, kwa sababu ni damu za wanyama lakini damu ya Yesu Kristo ilitolewa mara ngapi?